Neno la ushuhuda nilionalo mimi au wewe uliofanyia kuwa ni mwana wa Mungu wa kumwamini Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Neno la ushuhuda wetu ndiyo nguvu yetu sisi katika ulimwengu wa roho dhidi ya shetani ibilisi. Amesema kwenye Ufunuo 12:11 nao wakamshinda shetani kwa damu ya mwana kondoo, Yaani uhai wa Yesu Kristo aliyotoa ye na kuutoa kwa ajili ye yetu, ile kazi ya dhabihu ile kazi kamili ya kidhabihu. Lakini sio tu ule uhai aliyoutoa, lakini na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Neno la ushuhuda ni nini? Nini maana ya neno la ushuhuda? Na kwa namna gani tulimshinda shetani milisi kwa neno la ushuhuda wetu? Biblia inasema kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya tano kuanzia mstari wa kumi hadi wa kumi na mbili. Nitakusomea, anasema yeye amwaminie mwana wa Mungu anao huo ushuhuda ndani yake, asiyemwamini Mungu amemfanya kuwa mwongo, kwa kuwa hakuamini huo ushuhuda ambao Mungu amemshuhudia mwanaye. Yeye yoyote anayemwamini Yesu Kristo mwana wa Mungu anayemwamini Mungu analo hilo, hilo neno la ushuhuda ndani yake ambalo neno hilo ndio tumemshinda nalo nani? Shetani Ibilisi msali wa kunang'olia. Anasema na huu ndio ushuhuda ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele na uzima huu umo katika mwanaye, yeye aliye naye mwana anao huo uzima, asiye na mwana naye asiye na mwana wa Mungu hana huo uzima. Neno letu la ushuhuda ni Kristo Yesu, alipokuja Mungu alipouvaa mwili Immanuel, ndiyo neno letu la ushuhuda akateswa, akafa, akafufuka, aliutoa wai wake na akautwa kwa ajili yetu. Nguvu ya kazi ya msalaba, nguvu ya ufufuo wa Yesu Kristo ndiyo neno la ushuhuda tunalo shinda nalo Shetani Ibilisi. Ushindi wetu ni katika Kristo, sio leo wala kesho. Ushindi wetu ulishafanyika miaka elfu mbili iliyopita. Tunapoamini katika kazi ya msalaba, kile Kristo alichotufanyia na kutangaza, ikiwa ni neno la ushuhuda, tunapotangaza, tunapokiri, tunaposema usiku na mchana habari njema za Yesu Kristo, habari za Injili, ndiyo nguvu yetu ya kushinda Shetani Ibilisi. Biblia inasema kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4, sura ya thelathini na tatu, na mitume wakatoa ushuhuda wa kufufuka kwake Yesu Kristo kwa nguvu nyingi, na neema nyingi ikawa juu yao wote. Mitume walitoa ushuhuda, wafanyaje? Wa kufufuka kwa Yesu Kristo, na nguvu ya Mungu ikawavaa watu na neema ya Mungu ikazidi. Kwa sababu mitume walifanyaje? Walitoa ushuhuda wa kufufuka kwa Yesu Kristo. Wazee wa dini walipinga watu wasitoe shuhuda kwamba masihi amefufuka, kwa sababu siri iliyoko ya ukombozi inayoleta wokovu, siri iliyoko ya uponyaji inayoponya siri inayokoa, siri inayoweka watu huru ni kupitia mauti na kufufuka kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Ndio maana watu wa dini mpaka hivi leo, ikiwemo na Wayahudi na watu wengine, hawaamini kwamba Yesu Kristo ni Mungu aliyovaa mwili na akafa Injili ni uweza uleta wokovu. Maana Injili ni kile Kristo alichokifanya msalabani. Ndio maana Injili ni habari njema. Kitabu cha Ufunuo, Ufunuo sura ya 19 mstari wa 10 Biblia inasema nami nikaanguka mbele ya miguu yake, Nabii Yohana anasema akiwa kisiwa cha Patmo, ili nimsujudie, akaniambia angalia Usifanye hivi, mimi ni mjoli wako na ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu. Msujudie Mungu, kwa maana ushuhuda wa Yesu ndiyo roho ya unabii. Yohana Mbatizaji, Yohana nabii. Yohana sio Yohana Mbatizaji, nabii Yohana akiwa katika kisiwa cha Patmo, malaika wa Bwana anamtokea, anampa habari za ushuhuda wa Yesu Kristo. Kitabu cha Ufunuo ni ushuhuda wa nani? Wa Yesu Kristo na ndiyo kuna siri, ndiyo kuna nguvu ya ushindi wetu dhidi ya Shetani. Nabi ilisi wakati anamwinamia nabii Yohana yule malaika, usininamie nabi aliye mkuu ni yule ambaye limeleta shuhuda zake, nani? Yesu Kristo. Ushuhuda wa Yesu Kristo ni roho ya unabii. Hakuna unabii mwingine utakaotolewa, watakuwa ni mpya zaidi ya ule utimilifu wa yale ambao wameandika manabii na Musa katika torati yake unaohusiana na Yesu Kristo. Yesu Kristo ndio ufunuo kamilifu ulio kamilifu wa Mungu. Nje ya Yesu Kristo hatuwezi kumjua Mungu wala kumwona Mungu, hatuwezi kuziona tabia wala halisi uhalisia wa Mungu upo ndani ya Yesu Kristo. Matendo Mitume sura ya 21 tunamwona Petro na Yohana wanaamriwa na wazee wa dini na makuhani wakuu wasiseme wala wasifundishe kwa jina la Yesu Kristo, wasiseme kwamba Kristo amefufuka. Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 17 hadi 18 tunaona kuwani mkuu na wa na wenzake wakijawa na wivu wakawakamata mitume wa Yesu Kristo na wakaweka gerezani, kwa sababu tu walikuwa wanatangaza ufuo wa Yesu Kristo, kwamba Yesu Kristo alikufa akafufuka kwa ajili yetu sisi, wakakamatwa. Na watu hawa ni watu wa dini, sio watu ambao ni watu wa dini kana kwamba wana imani katika Mungu lakini hapana. Matendo Mitume sura ya 5 mstari 40 na 42 tunaona mitume walichapwa bakora na wazee wa dini na wakakatazwa kabisa kuongea kwa baadhi ya jina la Yesu Kristo. Matendo Mitume sura ya 4 mstari ya 20, Petro na Yohana wanatangaza wanasema, hatutaacha kuzungumza kuongea wala kushuhudia kile ambacho tumekiona na kukisikia kuhusiana na habari za Yesu Kristo. Ni mwanadamu, ni Mungu aliyovaa mwili mwanadamu asilimia mia moja na ni Mungu asilimia mia moja alikufa kwa ajili yetu, akafufuka siku ya tatu, akautwaa uhai wake kwa ajili yetu sisi. Wakasema hatutaacha kuzungumzia huyu Yesu Kristo. Yesu Kristo, kabla hajafa katika mwili anazungumza jambo fulani ambalo ni muhimu sana kwenye Mathayo sura ya 10 mstari wa 33 na andiko la Luka sura ya 12 mstari wa 9. Anasema, atakaye nikana mbele za watu na mimi nitamkana mbele za malaika na mbele za Baba yangu. Kanisa la awali wanafunzi walisimama, hawakumkana Yesu Kristo, walizungumza habari zake, na ndiyo kanisa likatembea Leo hii kanisa linapoteza nguvu, sio tu kwa sababu ya watu wa hawaombi, ni kwa sababu watu hawazungumzi wa habari za kufa na kufufuka, hawashuhudii habari za msalaba, hawafunui habari za Kristo Yesu. Leo makanisa mengi duniani, nguvu ya Mungu imepungua, ni kwa sababu watu wanazungumza habari za mafanikio. Motivation speakers wako wengi kwenye pulpit, kwenye madhabahu namna gani ya kufanikiwa, namna gani ya kuja kanisani ili upate kitu fulani. Ni kama uganga wa kienyeji umeingia kanisani. Nguvu ya Mungu ipo kwenye kuhubiri, kuhubiri jina la Yesu Kristo, kuhubiri ni Kristo alichofanya miaka 2000 iliyopita, kumfunua Mungu kupitia Yesu Kristo. Hatutakaa tubalishe nafsi za watu kwa kutoa misaada katika jamii. Hata Yesu alikuwa katika mwili alisema, maskini wako tu Hautakaa isha uhitaji. Uhitaji upo tu, hata Bill Gates atoe fedha kiasi gani, hata matajiri duniani atoe fedha kiasi gani, hata serikali iwekeze kiasi gani kwa watu wenye uhitaji, umaskini hautakaa isha. Tukitumia uvuli wa misaada kama ni sehemu ya kuwavuta watu, hatutakaa tupate nafsi za watu. Watu watakuja kuchukua ile misaada, wakishaweza kuitumia, wataondoka. Lakini injili ya Yesu Kristo ikihubiriwa Watu wakivutwa, wakibadilishwa, wakikamatwa na jina la Yesu Kristo, watamwamini Mungu na kesho atakuja kanisani hata kama msaada